Serikali inajenga viwanja 17 vya kisasa kabisa. Tuna tumejenga kama mlivyoona, kiwanja cha Amani tumegeuza kuwa ni sports complex. Sasa hivi kuna michezo mingi ya nje na ya ndani. Lakini tumejenga kiwanja cha Gombani, tumekikarabati kwa hali ya juu. Leo kiko, ukiona Gombani utafurahi kwa kilivyo cha kimataifa kabisa. Lakini tumekikarabati kiwanja chetu cha Mau, hata ligi za Zanzibar zinachezewa pale sasa hivi. Lakini ukiacha viwanja hivyo vikubwa, kila mkoa kuna kiwanja na kila wilaya kutakuwa na kiwanja cha kisasa kabisa, na kwa maana hiyo tuna uhakika kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi imetekeleza ahadi yake ya ilani iliyopita kwa kujenga viwanja tulivyoahidi na tumevuka hata lengo. Ndugu zangu, sisi CCM si, si, tukisema jambo tunatekeleza, tukiahidi tunatekeleza. Lakini kulikuwa kuna ombi la pili la kwamba vyama vya michezo vipatiwa ofisi ili waweze kufanya shughuli zao katika mazingira mazuri. Menajua katika moja katika viwanja hivi katika mikataba wanajenga na ofisi za michezo mbalimbali mbali, na hapa zipo nadhani maelekezo yako tu Mheshimiwa Rais kuwaelekeza wizara wape chumba kimoja wafanye shughuli zao. Katuahidi mengi hapa, anasema kuna uwanja mwingine unakuja sasa. Huo uwanja hatujauona, lakini ametuahidi endapo kama tutamchagua basi, alhamdulillah kwamba mambo yatakuwa mazuri. Lengo letu sisi Wazanzibari tupate maendeleo. Umetufanyia makubwa katika wizara hii ya habari, vijana, utamaduni na michezo, hususan katika sekta ya michezo kwa kutunyengea viwanja kila wilaya lakini hakuishia hapo Mheshimiwa Rais, na kila mkoa akatujengea viwanja hivi vya michezo, na aliona bado, na leo hii ndio maana tupo hapa, tuna ng'ara katika viwanja hivi vya Maisara.